<laughs> e bandugu, unajua fitna, hizi fitna ni mbaya sana. fitna mbaya. hizi fitna zinasababisha hata kwenye vilabu vyetu pia watu wasielewane e. kwa sababu ya hii, mani, pesa, pesa, ndugu yangu, zaidi sana, siyo kuna mm, mm. matabaka, tabaka ah, mm, ah. mimi nakwambia, niko hivi, sikiliza ninachokwambia ukiona timu za Kitanzania, sindio? timu za Kitanzania timu sababu kubwa ya timu kuwa strong E, acha na quality player basi, uongozi kwa imara e, uongozi kishakuwa na mshikamano unaweza ukawa imara, nausi na, usiwe na mshikamano e, ni uwanjani usi... e, e, uongozi juu, juu. Juu, imara lakini ukaona mshikamano alafu ukawa imara funa mshikamano, timu lazima iwe strong. Sasa ukiona timu inaelegelega basi ujue pana tatizo na hiyo sehemu moja ya tatizo kubwa, ni viongozi sio imara, yani hawana mshikamano, awana mm -hmm. Yani wapo sajuamza so kutoka kwenye kikao kama hivi, labu akasema mimi na sisi tuchimbe msingi mwingine, akatokea msingi, tuchimbie wapi msingi huo? Sio mtu wa kuchimba msingi bwana. <coughs> <coughs> yani amna, yani amongee lugha hii moja moja, afu kuna wenzenu lugha yao ni moja bwana, tuchimbe msingi, tuchimbe msingi Tujenge? Tujenge, tujenge. Tujenge, tujenge, sasa hichi kitu ndio kina ghalimu, ndio ndo wanakwenda. Kama kuna boti moja hivi inaitwa gaya, iko inaitwa Aziza, hiyo boti siyo kama Inaitwaje? Aziza, hiyo boti hiyo inatoka yu, hapa saa sita na nusu mchana mm, pamoja na boti zingine zote mpaka saa tisa mnaiona Chumbe ile ah, ah, a Zanzibar ile. Sasa kutoka hapo Chumbe kufika Zanzibar mnaingia <laughs> saa mbili usiku

isipo ilikopo ilikopo zamani lakini zamani, sijui kama ipo hivi sasa, sijui kama sasa ndo hiyo uh, timu viongozi wake wako namna hiyo yani wanaonesha ni yani, kwa, kwa picha ya nje naona kama kuna mafanikio makubwa mnayapata, ndo Zanzibar ile ni yani, mnaona Zanzibar ile mnaona, kumbe ndani sasa kuna mtafauti tena wa viongozi wakubwa

Eh, umeona eh. Eh, kila sehemu kuna shida yake. Uh, unajua <laughs> kwenye, kwenye matatizo ukipima utagundua yupi ana matatizo zaidi au unaweka kwenye mzani. Hivi maisha magumu mfano yangu utafanyisha labda na maisha magumu ya labda na mtu mwingine wa chini na kwa hiyo ni tofauti mm. Ah, hilo tu tuna maisha magumu si ndio? Ukiangalia mm. hiyo kwenye hizo timu zetu hizi ukisema achezi vizuri Ah, chezi vizuri ukipima mwana kabisa kama huyu sasa, sio tu achezi vizuri kabisa. Sasa sababu ya kuchanganyikiwa ndio kukosekana mshikamano wa viongozi wao. Na mfano kama huyo sasa, huyo, mwenye riziki huyo, hmm. E, bora hiyo simu ya kawaida hii at least inaita in, in, in, in, in, ti